tandula mgombea ubunge wa jimbo la Chato Kusini. Leo mama, ninapita kila sehemu mji kwa mji mji kwa nini? E, mimi siendi shuka kwa shuka. Balozi ndio ataenda shuka kwa shuka, mimi ni mji kwa mji. Ninawaombeni kula mama zangu, kesho kutwa imefika. Nasikia mwenyekiti wa kikundi kwa hiyo nimekuja na, na picha ya mfano hapa, karatasi ya mfano nianze na hawa halafu nitageukia hapa. Karatasi ya kwanza itakuwa hii ya daktari Samia, itakuwa ni ndefu. Wewe usihangaike na engine, namba moja ni daktari Samia, mwekee vema, utakuwa umechagua rais ambaye anapenda amani ya nchi hii. Utaenda karatasi ya pili itakuwa ni ya mbunge, utaenda ukanione mimi, alama ya chama chetu jembe na nyundo, mama naniange hey, umenifananisha na hii picha, umeniona vizuri, unaweka vema kwenye ndio, usiende kwenye hivi vingine hapa kwenye ndio. Ukitoka tu kwenye kibanda kinachofuata weka vema hapo. Vipi mama zangu, hapo zimekaa vizuri, kasi kasa. Unaenda kwa diwani, diwani unamwona huyu unaenda hapa hapa, sa chama cha CCM yeye ni namba mbili. Kuna wagombea wengine achana nao, usitaki hata kuwajua wale, nisum haionye nenda kwenye vema ya CCM. Hii simekaa vizuri ndio hii, dada simekaa vizuri ndio, kwa ajili ya maendeleo yetu ya kikundi, kinaitwa kikundi gani hiki? Mshikamano.